Polisi Tanzania wametajwa kuwa ni miongoni mwa mbwa wanaoongoza kwa stadi za ulinzi katika operesheni kubwa za kimataifa za kulinda amani. Kutokana na ustadi huo wa kulinda amani, wamepata nishani ya pekee katika operesheni ya kimataifa ya kulinda amani Beirut, nchini Lebanon. Pia mbwa hao wameshiriki katika operesheni saba tofauti za kulinda amani katika maeneo kadhaa ya migogoro duniani. Hufuatia nishani hiyo waliopata, mwandishi wetu wa habari kwa kina Hadubini Marin Hassan Marin wiki hii ametembelea kambi ya jeshi la polisi kikosi cha mbwa na farasi na kuandaa taarifa ifuatayo. Kutoka crown hadi wanyama wakali, ulinzi wa wananchi na taifa bila risasi za moto. Nimesimama na baadhi ya makamanda katika makao makuu ya jeshi la polisi kitengo cha mbwa na farasi jijini Dar es Salaam. Lengo langu hapa ni kidadisi ulinzi bila risasi za moto. Nilikuwa katikati ya maofisa wa jeshi la polisi na wanyama wakali wa jeshi hilo. Ndiyo maisha yangu katika saa nne yalivyokuwa katika kambi ya kikosi cha mbwa Kurasini, kusini ya jiji la Dar es Salaam, Sinia Superintendenti wa polisi Iin E. Emanuel na wasaidizi wake wananionyesha mbwa wakali wenye stadi za juu kabisa za kuibua milipuko, mfano mabomu, kubaini bunduki kali na mithilia hayo. Jeshi la polisi tunatumia hususan German Shepherd, tunatumia Belgium Shepherd na aina ya mbwa nyingine inaitwa Labrador. Na aina hizi za mbwa tunazozitumia ni kwa sababu wanauelewa mzuri katika mafunzo alafu wanakuwa na uwezo mkubwa wa kuhimili eh, kazi za polisi kwa muda mrefu, na vile vile mazingira Tanzania wanayamudu vizuri. Sauti za kukemea ziliendelea kunizunguka nilipokagua mbwa wa kukabili madawa ya kulevya, mbwa wa ukamataji uhalifu na doria. Hapa makamanda wananionyesha mbwa wa kunusa na kutokana na mazingira ya sasa, jeshi la polisi Tanzania limemudu kuwa na aina ya mbwa maalum wa kupambana na ufichaji wa biashara ya meno ya tembo. PC Jamila anaratibu mbwa wa kitengo cha unusaji mbwa wa polisi katika kikosi cha mbwa na farasi anazoea askari wote, ila umiliki wake unakuwa wa mtu mmoja. Lengo ni kwamba mbwa yule aweze kusikiliza amri ya mtu mmoja, kwa sababu mbwa anafanya kazi kwa kutumia hisia ya kunusa. Kwa hiyo anatakiwa atambue harufu ya bwana wake kwa urahisi, ili wakati anapewa amri ajue amri hii imetoka kwa bwana wangu, na pia iwe rahisi kutekeleza wajibu ambao ametakiwa kufanya. Lakini kwa wengine, anawatambua kwa kuwa anakaa katika mazingira mamoja siku zote, kwa hiyo anawatambua watu wengine. Wakati wa kufanya usafi, ananusa harufu ya askari wengine, na mnapokuwa kazini, kwa sababu kila siku mnakuwa katika mazingira ya kazi, basi anawazoea nyie wote. Hivi ndivyo mbwa wa polisi huanza kufunzwa ukali. Mbwa hawa ni marufuku kuwaita jina refu. Jina la mbwa lazima liwe fupi mno. Hawapandishwi cheo hawa, ila hupewa namba maalum, pengine mpia, hutegemea uimara wa mbwa. Mbwa wa polisi anapokea amri, kwa maana ya kwamba mbwa amefundishwa kufata uh, masta wake au wanawake anamtaka afanye nini kwa wakati gani. Kwa hiyo ni ma, kwa hiyo mbwa wetu wa, wa polisi tumewafundisha na wapo kwa ajili ya kupokea amri kutoka kwa masta wake kwa wakati huo, kwa maana atakuwa anasubiri amri ya kuambiwa kama ni kamata au fukuza. Eh, kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo, kwa mbwa aliyefundishwa, utaona ni muhimu sana. Lazima vitu kama hivi awe navyo. Crown inaendelea kunitembeza kuna aina mia tatu za mbwa ambao hutumika na polisi kwa mitindo tofauti ya kiusalama duniani kote. Ni shuruti kubwa kushikiliwa mkono wa kushoto na upande wa kulia huwa ni siri ya askari aliyekabidhiwa mbwa huyo kwa wakati husika. Nai ni mbwa wa ulinzi. Umezoea kusikia ama kuona ofisa mkubwa jeshini, huwa na wasaidizi ama watu wa kumlinda wa kikosi hicho, lakini kwa mkuu wa kikosi cha mbwa na farasi katika jeshi la polisi Tanzania, Senior Superintendent analindwa na mbwa wake maalum hadi nyumbani na katika majukumu yake ya kikazi ama niseme mbwa ndiyo bodyguard. Anatuonesha mbwa Nai anavyoweza kutambua hatari kama risasi na zana nyingine mbwa thelathini niliwatembelea, na hula kilo arobaini na tano za nyama kwa siku na wastani wa dakika 15 za mazoezi makali kwa kila siku. Katika kitengo cha mahusiano mbegu mpya za mbwa huzalishwa na mazingira ya kipolisi na ya kimahusiano huanza kuandaa na kuchukua nafasi yake. Makamanda walinionyesha mbwa hawa hutibiwa vipi na ukaguzi wao huendeshwa katika namna gani. Mbwa wa polisi wanahitaji matunzo ya hali ya juu, kwa maana ya kwamba tunazingatia zaidi katika maradhi, ambacho ni kitu cha msingi sana. kwamba nyumba ya mbwa iweje? Yeah, mbwa anahitaji sehemu nzuri ya kuishi ili aweze kukua na baadaye kufanya kazi kwa kiwango ambacho ni halisi kinachotakiwa katika viwango vya mbwa wa polisi fanya kazi. Kwa hiyo utunzaji wa nyumba hiyo ni kwamba tunazingatia usafi wa mara kwa mara na vitu vya msingi zaidi, ni lazima kutumia vifaa vyote husika ambavyo vinahitajika kuwepo katika kusafisha nyumba zao. Tunafanya mahusiano na mbwa kati ya askari pamoja na mbwa katika mafunzo. Na mbwa mara nyingi anajifunza kwa kutumia hisia zake tano, yaani kwa maana kwamba ya macho kuona, pua anatumia, masikio anatumia, ngozi pamoja na ladha. Na kutokana na kutumia hii milango ya fahamu, mbwa anaweza kumfahamu mwendela wake kutokana na anavyovaa, lakini pia anaweza kumfahamu kutokana na harufu alionayo, ambayo ameizoea, ambayo ndio msingi mkubwa wa ufahamu wa mbwa, kwa sababu mbwa ni tofauti na binadamu kidogo. Wakati sisi tunatumia macho kwa asilimia kubwa, lakini mbwa anatumia harufu kwa asilimia kubwa zaidi. Na ikiwa askari amebadilisha nguo halafu akaja kwa mbwa wake, bado mbwa wake anaweza kumjua, pamoja na kwamba katika mazingi, katika mwonekano tofauti au katika uniform tofauti au katika nguo tofauti. Hayo ndiyo maisha yangu ya saa nne yalivyokuwa katika kambi ya polisi ya mbwa na farasi jijini Dar es Salam. Marin Hassan Marin, katika Hadubini, TBC Dar es Salam.